Kuna siku mm. Nilikuwa nimelala kwenye chikidude hivi hivi <laughs> Hapa pa umelala usingizi? E, nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Saa ngapi? Saa, saa ilikuwa kama ilikuwa kama saa saa ngapi saa saa, nani za usiku mm. Nilikuwa nimekuja pa nikatulia hapa kidogo nabembea bembea nikasinzia. Sikakaja ka mchawi ti kabonge kakibonge kakaja kakatua hapa ndingi <laughs> Sika gani yangusha bwana, tukaanza kushuka wote. Akiakamcheka akijisau akaanza kusema Yesu wangu. Ah, ah. Yesu nisaidie. Sasa mimi najiunga na huyu nani tena? Nashangaa kamchawi mchoi ka kibonge kametua kwenye hii ili hapa pafu limeshindwa kutuchukua. Limeshindwa kuachukua. Yaani limekosa nguvu. Kalivyotua hapa eh, ili likakatika. Kaamcheka akasema Yesu wangu. Eh, eh. Kamtaja mpaka Mungu. Kaadi we kalimteja mpaka Mungu, kalisahau kabisa kama kenyeka mchawi. uh -uh. Hata mimi nikanauliza huyu nani tena kibonge, eti kanasema kakaangu nisaidie. Nauliza, wewe nani umeva kisoka? si kameva hivi, nani kameva hivi kama vile vitambaa, si cheusi? Inaitwa kaniki na wewe. si ah, inaitwa kaniki. Eh. si amevaa nyeusi sasa eh. si ndio tunashuka chini inapepea hivi Adi nikawa naona vina. Ukaona nini? Ukaona nini? Nani, <todilogue> uh, sikia, Nika, ina inapepev ina, ina, imeenda juu yote imekuja sasa imekuwa kwa kofia. Nani tena naangalia huyu nani tena, ananipa laana mchawi, mbona hivyo? Umesikali, alami, piga kelele. Wewe mchawi, angekuwa mwembamba mwembamba sasa, kenyeti kalijua nimesinzia, akakaja kunikabia hapa kweli, kalijua kitandani, kalijichanganya